Wakazi wa Mombasa wamefurahishwa na ujio wa kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis. Licha ya kuwa kiongozi huyo hata zuru eneo la pwani, matarajio mengi yametolewa na wakazi hao kuhusiana na ziara hiyo, huku ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika bara la Afrika tangu kutawazwa kwake. Bright Mwandodo amehoji wakazi wa Mombasa na kuandaa taarifa ifuatayo. Huku ikiwa imesalia siku tano kwa ujio wa baba mtakatifu Papa Francisco nchini Kenya, ikikumbukwa kwamba hii ni ziara yake ya kwanza barani Afrika. Ziara yake hii inaonekana kuwa yenye msisimuko mkubwa kwa waumini wa dini ya Kikatoliki hapa nchini. Tumeweza kutembea katika jiji la Mombasa, na haya hapa ni baadhi ya matarajio ya waumini hawa. Akija kama baba mtakatifu na akija kama kichwa cha kanisa Katoliki ulimwenguni kote, akija kama kiongozi wa kidini ambaye anaheshimika, anakuja na ujumbe wa matumaini kwamba bado tushikilie imani yetu, bado tudumishe amani yetu, bado tusaidiane kuishi katika hali ya umoja kama binadamu vile. Atakapokuja kwa viongozi, atakutana nao viongozi wa nchi, nafikiri ataongea pia juu ya ufisadi atataka watu wawe, wawe wakisaidiana na wakiwa na kitu watumie vizuri bila mwingine kuficha ama kuchukua kingi kuliko mwingine. Kama uliambiwa you take care of things, unatakikana kweli ulinde ile kitu ambayo unatakikana ulinde. E, matarajio yangu kwa ujio wa Baba Mtakatifu hasa wakati huu ni kwanza, ni shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Huwa si mara nyingi nafasi kama hizo upatikana kuweza kumwona baba mtakatifu, vile vile ningependa wakati huu kama anakuja na kutuambia kuhusu kama ataweza kumpatia Cardinal Otunga kwanza kwa, kwa, kumtuza kama mtakatifu. Takuwa ni furaha kwetu kama sisi Wakristo Wakatholiki, maana amekuwa askofu ambaye watu wengi wanajua mifano yake, na kwa vijana, vijana waelimishe namna wanawezwa kuishi na wazazi wao kwa njia nzuri na njia ya kuheshimiana na mwendo wa polepole, mwendo wa taratibu. Maanake vijana wa sasa wanaenda mbio, badala ya kwenda kanisani siku ya Jumapili wao wanaishi, wanaishi kwenye night club, kwenye madisco, kwenye mapatis, kwenye mabiches. Ningeomba ulete mafundisho kama hayo hapa Kenya. Na ninafikiri Kenya tutapiga hatua mbele. Nikiripotia habari za Mwambao naitwa Bright Mwandodo.